Nifa bwana amekata kata kata, watu wasiende kumpa pole unaambiwa. Na unaambiwa wanaofosi? Aa, mbona wanaishia getini e, anamwambia mfanyakazi wake, funga geti, sitaki mgeni hata mmoja, kwa sababu wengi wao anasema ni wanafiki mtume. Hey, unaambiwa wapo masta wenye majina makubwa ambao walivyofika tu getini kwa nifa wakagonga mwamba. Eh. Eh. Unaambiwa wapo wafanya biashara wenzake, unaambiwa mpaka wale ambao wengine walikuwa wanaenda dukani kwake wanamuuzia bidhaa, wengine mbona wameishia kumwona mtandaoni. Yani mambo ni mengi, muda mchache, unaambiwa Nifa hataki mtu yoyote zaidi ya familia yake <laughs> haruhusiwi mtu kuingia, yaani Nifa anafunga mpaka madirisha mpaka mapazia hataki kuonana na mtu yoyote. Jamani, mambo yashakuwa mengi na ndo maana hata mumuoni dukani mara nyingi, hataki kukutana na watu. Sasa sijui anahisi nini arabi. Jamani, jela jela ni shida, jela ni mbaya. Pole Niffer, pole. <coughs> Sasa Unaambiwa, kuna staa mmoja kafika getini kwa nifa mama, kafungiwa watu wameenda ndani, ye wacha agonge. Au makombolelo vipi? alivyotoka kibao makombolelo alikuwa nataka wakampe pole mama nifa. Hataki cha makombolelo wala mastaa wenzie wala wafanya biashara wenzie, hataki mtu yoyote <laughs> yuko na ojifoni yuko na mama yake, yuko na wadogo zake. Jamani, habari ndo hizo, mambo kwa ushahidi.